Au kwamba pengine wakaweza kubwagana. Sasa hii story bana imekuwa ikizua gumzo na watu sikizi, kama ameanza kuichukulia nomo hivi na nini na wengi wakidai kwamba pengine kwenye ndoa ya saizi ambayo ya Diamondi yupo uh, ni yeye Zuchu ndo mbaya anaihitaji, lakini Diamond yeye ana muda nayo kabisa. Ndo hivyo mitandao ambavyo inazungumza. So kwenye uhusiano wao ambao wamekuwa kidate hapo katikati, kumekuwa kuna changamoto nyingi sana ambazo zimekuwa zikiambia, moja kati ya hizo ni uh, kugombana, yani yeah, anafika time mpaka sasa moja anatamani kuweza kuondoka na kuwa mbali kabisa na mwingine. Kama utakuwa na kumbukumbu zako zinakukaa vizuri, ni kuhusiana na moja tukio ambalo liweza kumsababisha Zuchu kuweza kukuta taka kuondoka ni ile filamu ambayo inaitwa The Young Famous from Africa. Kuna kuna, kuna clip moja ambayo ilisambaa sana kwenye mitandao ya kijamii ikimwonyesha Diamond akiwa na kiss pamoja na Fantana, jambo ambalo Zuchu ye, kama yeye anasema, video hili alipoiona tu, basi alikutwa mwenye asila sana, mwenye jazba sana, kwa sababu ilikuwa ni kipande tu, chika bacho, kilitoka kwenye, kwenye movie ambayo inaitwa Young Famous from Africa.

Na date na mwanadada anaitwa Zuchu kutoka Tanzania na ndiyo ambaye wameweza kuoana. So baada ya hapo mashabiki wakaanza kumuimba na kuweza kumtaja Bibi Zuchu. Sasa, sorry kama imebadilika tena, Fantana kama amegusa na kuweza kufahamu na kuweza kujua story hiyo jinsi gani ambavyo inaweza ku happen. Akaja aka reply akasema kwamba una mke wako tayari umeshaoa. Kwa nini unanitaja taja kwenye stage na ikumbukwe una watu wengi sana ambao wanakusikiliza wanakutazama wana ku, wana hapo jukwaani kwa kwanini unanitaja kwenye majukwaa yako ambayo umekuwa ukifanyia kazi, jambo ambalo liliwagusa watu wengi sana. Yani Fantana akaja kumalizia akasema, kama ulikimbilia kuoa na ulioa kitu ambacho hakieleweki punguza e, ukaribu na mimi. Mimi na wewe hatuna ukaribu kabisa. Na ukija kufuatilia hii story, kuna mdada anaitwa Rita ambaye hapa katikati amezua gumzo pia kwenye mitandao ya kijamii baada ya kusema kwamba kuna baadhi ya washikaji wameanza kumfuata, wameanza kumfuata kwa ajili ya kumwombea msamaha Rita, kumwombea so, msamaha Diamond Platinum. Na kwenye stori ya Rita alichoa kuzungumza kwamba Diamond alimweza kumwacha Rita, akamfuata uh, Fantana huko South Africa. So mambo yako hivyo bwana, mtazamo wako ni upi? Drop ya comments, sisi tutaishi nayo bale sana.